Tanzania na Moroko zimetiliana saini mikataba 22 ya kimaendeleo inayohusu nyanja mbalimbali za kiuchumi kufuatia ziara ya Mfalme Muhamed wa Sita wa Moroko inayoendelea hapa nchini. Tupate taarifa zaidi. Hafla ambapo ya uteji saini imefanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli na Mfalme Muhamed wa Sita wa Moroko wameshuhudia hafla hiyo makubaliano ya jumla ya ushirikiano na utekelezaji wa mikataba hiyo yametiwa saini na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa balozi Agustino Mahiga kwa upande wa Tanzania. Kwa upande wa Moroko imetiwa saini na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo mheshimiwa Sahaladin. Akizungumza baada ya tukio la uteji saini, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dk John Pombe Magufuli amesema makubaliano hayo yamefungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kiuchumi baina ya nchi hizo mbili, huku amemwhakikishia mfalme Muhamed wa Moroko kuwa Tanzania inathamini uhusiano wa siku nyingi kati ya nchi hizo. Mfalme Muhamed wa sita wa Moroko yuko nchini kwa ziara ya kiserikali ambayo ni ziara yake ya kwanza nchini Tanzania, ambapo pia itamfikisha visiwani Zanzibar kwa ziara siku moja na ndiyo maana mmeona mikataba karibu ishirini na mbili iliyosainiwa leo inaonyesha katika mwelekeo huo wa kujenga mahusiano ya kiuchumi na kibiashara kati ya nchi mbili. Kwa hiyo namshukuru sana, sana sana sana sana mtukufu mfalme Muhamedi kwa kuja na ninyi wafanyabiashara na niwashukuru pia Watanzania na viongozi mbalimbali mlioshiriki mbali katika kusaini mkataba hii. Nikiripoti ni mimi Mtumwa Saidi wa ZBC.